Walitembea kwa matumaini wakipaza sauti kwa ajili ya Kenya bora, lakini gharama ya maandamano ikawa majonzi. Vijana waliwawa, familia zikaathirika, huku wengi wakihisi mfumo wa haki umewaangusha. Damu ilimwagika, wengi waliwawa, wengine walitekwa, wakateswa na hadi sasa bado hawajapatikana. Kwa waliobaki, vidonda bado havijapona. Mtoto wangu amefanya nini? Amefanya nini? Ameshutua kwa nini? Na ana makosa? Nikasikia nasema hapo kwa barabara, kwa kwa nini wameua mtoto mdogo hivyo? Nikamuuliza amevaa nguo gani? Vile alinieleza nikaona ni mtoto wangu huyu. Hapa ni Justina Anyango Ching, mwanawe Kennedy Onyango. Alikuwa na miaka kumi na miwili tu, mwanafunzi wa darasa la nane katika shule ya Ungatarungai. Ndoto zake zilikatizwa ghafla tarehe 27 Juni mwaka 2024. Kennedy alitoka hapa, naendea kitabu, akutoka naenda hata kuona maandamano inakuwaje, wana waikuisha kuna mwalimu wetu wa church aliniambia, eti kumbe alisaona kwa TikTok kama Kennedy juu ni, ni mshiriki wake ni mwana youth wake. Kumbe alisaona kwa TikTok kama kuna mtoto amewawa na kaona ni Kennedy amepigwa risasi. Nilipata mtoto wangu akiwa mochari akiwa kona njana. Inside yote hapa ni shimo, siko sawa, ni vile mesanga dawa kila siku tangu kena kufe ata sahi nimetoka kumeza juu naumwa na kichwa. Tangu kena kufe sijuini na nini. Kwa mujibu wa IPOA watu 159 waliwawa kwenye matukio ya kiholela mwaka jana, huku wengine 104 wakitoweka kufanya 2024 kwa mwaka wa maafa zaidi tangu mwaka 2019. The police have to use rubber bullets. The police have to use live bullets in some cases because that is what an independent police service has to do and I am sure the police have a record and have an explanation for every incident that they were engaged in the Kenya police service is still trapped in the Kenya police force where they believe that they must use force to control demonstrators despite clear guidelines Polisi walituhumiwa kwa kutumia mtutu wa bunduki dhidi ya raia wasio na silaha. 37 huko Mlango Kubwa, familia nyingine inaomboleza. Mama Wambua alipoteza mwanawe wa pekee kwa risasi ya polisi na kwani Sailas ako kwa wapi? Lakini nilipata wakiongea wakisema hiyo hey, tia gas ni kali, imeangusha mpaka kijana. Na nikakaribia karibu, nikamwita nikaanza kumtingisha, nikimwita Sailas, Sailas, wamekufanya aje? Wamekugonga wapi? Kumgeuza hiyo maandishi, nilipatana na damu hapo hapo, nikashout. Hata kwa kesi zilizoko mahakamani familia zinasema hakuna kilichobadilika. Nimeenda DCI mara nne, nimeenda IPOA mara moja, wakachukua statement zetu na wakatupatia namba zenye tunafaa tuwe tukawaita, so far it's one year. One year. Na nazo so na hatujapata justice ya mtoto mpaka hapo karibu mwaka mmoja sasa tangu vijana wenye hasira walipoingia bungeni kupinga mswada wa fedha, lakini yaliyofuata ni mauaji zaidi, mateso na utekaji. Yameacha jeraha kubwa kwenye dhamira ya taifa. Kuangalia TV yangu nikaona anasema huyu mtoto ajadedi kama mapambano ya haki bado yanaendelea. Kila takwimu ina jina, simulizi na maisha yaliyobadilishwa milele. Sijui anaomba msamaha nini, angetuambia ameomba msamaha a b c d full stop lakini kutuambia kutuambia ati mimi nimeomba msamaha. Nimefanya nini? Anaomba msamaha ya nini? Yunisomolo Molo, Runinga K24, Nairobi.